Hello everyone. Karibu tena kwenye KHP Canada. Leo nataka kuzungumzia vitu kumi ambao Waingereza wanasema 10 biggest challenges immigrant uh, face in Canada <laughs> ama changamoto kubwa kumi ambazo uh, wageni hukutana nazo ndani ya nchi ya Canada. Hello everyone na tumayo mko salama na mimi niko salama. Acha nichukue fursa hii aa, ama nafasi hii ya kukaribisha kwenye KHP Canada. KHP Canada ni channel yako ambayo inazungumza kuhusu aa, njia za kuja Canada na baadhi ya vile wengi wanaweza wakasaidika kwa ajili ya kuja Canada na pia tunaonyesha Canada uzuri wake kama vile ubaya wake nadhani, lakini uzuri ndio mingi kuliko ubaya, si ndio? Hakuna mtu ambaye anaweza akataa ku kuja Canada fursa ikijitokeza. So tunazungumzia pia hizo fursa wakati zinakuwepo, na pia tuko na kikundi ambao huwa tunagusia uh, tunajaribu kuzungumzia baadhi ya vitu kama hizo ukiwa na habari ambao haitakiwi, eh, ukiwa na habari yoyote ambayo ni mpya, ukiwa na link ambao unatakiwa kutumia, huwa tunarusha huku kwenye kikundi, na kuna wengi wataalamu ambao wamesafiri nchi mbalimbali, wako na ah, mawazo ama mashauri ya kukupea kuhusu nchi mbalimbali ambazo unaweza tamani kuenda kwa ajili ya kufanya kazi ama, ah, kwa ajili ya kutembea ama kibiashara. So kuna mengi sana ambayo unaweza kujifunza kwenye kikundi hiyo, na pia tunakuaga uh, live kila Saturday kwenye chaneli yako hii masaa ya saa mbili uh, usiku, ikiwa ni masaa ya EST uh, Africa. Kwa hiyo unaweza kujiangalia sehemu ambayo upo unaangalia uh, saa mbili ikiwa ni time ya EST Africa ama saa saba mchana kamili ikiwa ni masaa ya Canada. Canada pia kuna province iko na masaa tofauti, ikiwa ni masaa ya Canada uh, Ontario <laughs> nadhani hapo ndio nitakuwa wazi. So ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Sitaki nikuchoshe leo, nataka nizungumzie changamoto kumi ambazo uh, watu hupitia wakati wanakuja ndani ya nchi ya Canada. Unahitaji kuja Canada, ni vizuri sana na mimi sijataka kukuuzia uoga ama kukupea wasiwasi wasi, lakini ni njia ya kukuandaa uwe kidogo unajua mahali unakuja na vile unatakiwa kukabiliana na changamoto hizo. Unajua, ukielewa haya mbele, uweze kuanza safari ama wakati unafikiria kupanga kuweza kukuja, ikiwa iko kwa ndoto yako ya kwamba siku moja natakiwa kwenda kufanya kazi ndani ya mji wa Canada. Kwanza kitu ya kwanza nitakwambia kwamba inawezekana, sababu kama mimi nilifika, pia wewe utafika. Ilo ndio kitu ambacho natakiwa kwanza kujua, inatakiwa uwe na positive mind ya kwamba uh, siku moja pia wewe Canada utaweka miguu yako na ndoto yako itatimia, so kusudi uweze kuwa sawa, lazima uelewe haya mambo ambayo naenda kuongelea, sababu wakati utaingia ndani ya mji huu e, isiwe kama changamoto kwako, ukue tayari umeshajua gisi gisi ya kukabiliana nayo, sababu naenda kuiongelea na kuonyesha gisi ambazo unaweza ukakabiliana nazo. Najua sio wengi ambao e, wanaweza wakakwambia jambo hizi kumi ambazo naenda kuzizungumzia siku ya leo, lakini naamini ya kwamba zitakusaidia pakubwa sana. Kitu ya kwanza kabisa ambayo nataka kuzungumzia ni kuhusu employment ama kazi. Unajua, ukiwa mgeni Canada, na unajua Canada kuna njia nyingi sana ambazo unaweza ukatumia kuingia. Kwanza acha nianzie hapo, unaweza ukaingia unaweza ukaingia Canada na job offer unaweza ukaingia Canada kama mkimbizi. Unaweza ka ukaingia Canada kama uh, mhamiaji ama permanent resident ambaye mtu ambaye anakuja kuishi Canada na utatafuta kazi ukiwa hapa. Sasa, changamoto ya kwanza ambayo unaweza ukakutana nayo kwa kutafuta kazi hapa Canada ni nini? Ni kama vile work experience, sababu Canada Uh, ijapokuwa sio employers wote ama uh, waajiri ndio waajiri, sio wote ambao wanakuajiri ndio watahitaji uwe na uh, hiyo work experience ya Canada, sababu mara nyingi wanahitaji uwe na work experience ya Canada, uwe kidogo umetumika zaidi ya mwaka mmoja wakati unaenda kuomba kazi. Kuna zile kampuni ambazo zitakuelewa na zitakubali kuanza na wewe pale ambapo unataka kuanzia lakini kuna zile pia ambazo watakuitisha hayo, lazima uonyeshe proof ya masaa ambazo umetumika hapa Canada working, working experience yako inahitajika uh, kuweza wewe kuweza kupata kazi ambao unayohitaji na unaweza ukakabiliana na hayo kwa njia ya kujitolea unaweza ukavolontia kwa kampuni fulani, unaweza ka ukajitolea kwa masehemu moja moja, alafu hizo masaa ambazo unatumika na wao zinakuwa zikiandikwa pahali na kwa CV yako, utakuja sasa kutengeneza CV ya hapa Canada na uweze ku mention kampuni ambalo pengine umetumika chini yao huo muda ambao ulikuwa unafanya volunteering ama kwa kujitolea ajili ya kuweza kupata CV ambayo iko sawa, sababu CV yako inahesabika pakubwa sana ndani ya nchi hii. Ukitengeneza CV ambayo iko sawa, utapata kazi ambayo iko sawa, na ndani ya CV yako ikiwa uko na Canadian working experience, yaani umewahi kufanya kazi hapa Canada, hata kama ni kwa muda mfupi, hiyo inaweza kukutetea pakubwa sana kwa wewe kupata kazi ambayo inaeleweka na Licha ya mimi kusema hayo haijamaanisha ya kwamba ukiapply kazi ukiwa nje ya Canada hautakubaliwa. Unakubaliwa, ndio maana nimesema baadhi ya kampuni, sababu kuna zile kampuni ambazo zinakubali watu kutoka nje ya Canada kuapply ukiwa kwenye nchi yako, na kuna zile ambazo hazikubali application kutoka nje ya Canada, wanataka uapply ukiwa hapa Canada, na ukiapply ukiwa hapa Canada wengi wanaitisha hayo. Kwa hiyo ukibahatika kutoka nje ya Canada na job offer na ukuje ufanye hiyo kazi ambayo imekuleta unaweza tamani kubadilisha kazi siku moja. Sasa hiyo uh, working experience ambayo utakuwa nayo kutoka kwa hiyo kampuni ambayo ulitumika ya kwanza itakusaidia pakubwa wakati unataka kufanya uamuzi pengine wa kubadilisha kazi. Sasa kwa wale ambao waliingia na hawakukuja na job offer ndo wanaweza wakakutana na changamoto kama haya, na kwa njia wewe kukabiliana nayo vizuri ni mzuri, uweze kukubali kujitolea hata kwa muda mfupi chini ya kampuni fulani, kwa ajili uweze kutengeneza eh, CV yako ambayo itakuwa ni ya Canada na iko na work experience mzuri hapa eh, Canada. Jambo la pili ambalo eh, wageni hukutana nalo ndani ya nchi hili ya Canada ni housing, eh, ni housing nyumba. Canada zina bei ya juu sana, na pia kidogo ni vigumu kuweza kupata. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye umekuja Canada, hauna mtu yeyote wa kukushika mkono wa kukuongoza, utasumbuka sana kuweza kupata nyumba ya kuishi na bado utakuwa e, zile utakutana nazo, kidogo gharama yake itakuwa iko juu sana. Tuseme pengine unatoka kwa nchi ambao, e, unajua nchi zinazidiana, unaweza ukawa ndani ya nchi tuseme kama vile Kongo, unaweza ukawa ndani ya nchi kama vile Kenya, kama vile Tanzania, kama vile Uganda, kama vile Rwanda, kama vile Burundi, kama vile Malawi, kama vile Zimbabwe kama vile Angola na huko, pengine e, gharama ya juu sana ambao unaweza ukalipa nyumba ile ambao unaona ni nyumba mzuri pengine inaweza ikakupeleka hadi dola e, mia moja ama dola mia mbili Acha nitumie mfano wa dola, alafu unaweza ukajaribu ku convert kwa currency ya nchi yako kusudi uweze kuelewa vizuri kile ambacho ninachokimaanisha sababu najua hizo nchi zote hazijatumia karensi moja. Kila nchi iko na pesa uh, ambayo inatumia. Kuna wale wanatumia dola eh, kuna wanatumia shillings, kuna wale wanatumia franc na kadhalika, livre sterling na kadhalika. Unaweza kuwa unatoka Sudan so unakuja hapa, wewe umezoea pengine nyumba unalipa uh, ikiwa ya gharama ya juu sana ni dola mia mbili lakini ufike hapa waanze kuambiwa elfu moja elfu moja mia tano elfu mbili na ikakuchanganya, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo unapata kupata nyumba hiyo inakuwa ni vigumu, alafu gharama ya nyumba inakuwa kiwango cha juu sana. Hiyo ni changamoto lingine ambalo wengi hukutana nalo, na kama haukuwa ulijipanga vizuri ama usipokuwa ulijua haya unaweza ukachanganyikiwa na inaweza kukusumbua pakubwa sana. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba unatafuta kwanza kama ni nyumba ambayo unaweza ukachangia. Lakini ukiwa umekuja na familia kubwa, ni changamoto sababu lazima utafute nyumba ambao utaweza kuishi ndani na familia yako. Sasa, kama ni wewe mtu ambaye uko single kwa mfano, unaweza kutafuta nyumba ambayo unaweza kuchangia na mtu kuna zile ambazo unapata ni nyumba imejengwa iko na room kama tatu na mtu mmoja ameichukua kama hiyo nyumba mzima, alafu anaanza kurentisha hizo room zingine. So akipata mtu ambaye yupo single pia anaweza kampea room moja, unaweza kawa unamlipa kama ni dola mia tano ama mia saba kwa mwezi. Maisha ikiendelea sawa na vile utaenda na jipanga na kuelewa mambo mengine hadi upate kazi mzuri ambao itakufanya uweze kuchukua nyumba pengine kama ni kubwa ambao unaweza kaishi peke yako. Kwa njia hiyo nadhani e, utaweza kunielewa hapo. Kitu cha tatu ambacho kinasumbua ama ni changamoto la tatu kubwa ambalo wengi ukumbana nalo <laughs> inakuwa ni weather. Shocking weather ya Canada mara nyingi inakuwa tofauti na zile ambazo tumezoea. Unajua baadhi ya inchi yetu zinakuwa na weather kama mbili. Kama sio msimu wa mvua basi ni msimu wa jua. <laughs> Na tunaelewa hivyo. Na wakati wa mvua kunaweza kukawa na baridi lakini sio baridi sana ambayo tunaweza tukalinganisha na baridi ya Canada. Sababu baridi kwetu mara nyingi unapata degrees 15, ni vigumu hata sana kuweza kushuka hadi degrees kumi. Sa zingine, nchi zingine zinafika kumi lakini sio sana. Lakini hapa unasikia wanaenda chini minus 10 minus 20 minus 15 minus 30 minus 40, hiyo ni baridi kulingana na province ambayo utakuwa umeshuka. Kwa hiyo ni changamoto lingine kubwa sana ambayo linasumbua watu. Ijapokuwa wakati wa spring utaona mvua, lakini mvua yao pia kidogo inakuwa tofauti na kwetu. Unasikia kuna uh, ice rain, yaani mvua inanyesha ni ice ndio inaanguka. Achana na mvua ya mawe ambayo tumezoea kuiona yetu, hayo ni mvua kabisa, lakini maji inashuka kama maji, lakini ikifika chini inaganda. Haijakuja <laughs> kama mawe, lakini inashuka maji kama maji, ikifika chini inaganda. Unaona mti maji, unajua mvua ukinyesha, ukinyesha maji huwa unaanguka kwa mti, zile ambazo zinaanguka kwa mti zinaganda. Unaona mti ni kama inachora kipicha fulani kimaua, kama kimaua hivi, lakini ni ice ambayo imetengenezwa na mvua. Sasa mvua kama kikupata nje, ndugu yangu <laughs> unasikia mtu aliganda. <laughs> Unaona, kwa hiyo wako na weather zingine kama vile spring, kama vile winter, kama vile summer, uh, kama vile falls ambazo ni tofauti kidogo na hizo za kwetu. Sisi tunakuwa tumezoea hizo mbili, kwa hiyo ni changamoto kubwa sana hizo weather zao unapoingia, ndio maana kuna ndio maana wengi wanatakiwa kupitia medical mbele ya kukuja. Na kama ni wakati kama wa, wa winter ambao ni mbaya zaidi, unatakiwa kuinvest ndani ya nguo zile mzito, unaweza ukatoka nazo nyumbani, ama unaweza ukakuja kununua hapa hapa, ndio gharama itakuwa juu juu kweli, lakini pia wako na zile mzito ambazo zinaweza zikakusaidia vizuri sana wakati mwingine hizo zetu za nyumbani ambao tunasema hii kabisa ndio inajoto kweli, ukifika nalo hapa linakuwa kama shati <laughs> ndio maana lazima lazima kuelewa pia hayo mapema. So kitu ambacho natakiwa kufanya kingine ni, ukifika lazima ukumbuke kujua umefika msimu gani, tafuta dawa ambazo zitakusaidia za muda huo. Kuna dawa ambazo unatakiwa kukunywa kama wewe ni mgeni kwa ajili ya baridi. Usipokunywa dawa hizo, baridi itakuwa affect pakubwa sana itakuwa na, na shida ya kifua kila mara kikohozi, na mifupa pia huwa inakuwa affected mara nyingi sana na baridi. Kwa hiyo ukipata hizo dawa ukunywe, wakati unafika uanze kukunywa hizo dawa, haitachukua muda mrefu sana kwa wewe kuweza kuwa sawa ama kukosa kusumbuliwa na hiyo hali ya kibaridi. Kuna pia jua yao ni tofauti na jua ya kwetu, wakati mwingine inawaka kweli kweli mpaka unasema hapana kwa hiyo kuna dawa zile pia ambazo unatakiwa kukunywa, kusudi zikusaidie hiyo jua pia isiafekti mifupa yako, hiyo jua pia isiwe kama, uh, isiwe kama silaha kwenye mwili wako, kama naweza nikasema silaha. Kitu cha nne ambayo naweza nikazungumzia ni loneliness na homesickness <laughs> unajua, unaweza ukawa umetoka kwenye familia ambalo ni la watu wengi na ukuje kujipata Canada, uko peke yako ama umeishi na marafiki wengi, umeishi uh, ukiwa umezoea watu naongea kila mara, alafu ukuje Canada, <laughs> ujipate uko peke yako. Ukiangalia barabara saa zingine unazo kashikwa na woga, mbona ni kama niko peke yangu kwenye barabara hili? Hakuna watu, watu wanakauka, unashindwa watu, kwani walienda wapi? Na ukijaribu kuangalia namba ya watu ambao wako kwenye pengine hiyo maeneo ambayo umefikia unapata ni kama o hilo limenipita kwa Kiswahili watu mia uh, elfu moja ambao wanaishi hiyo eneo, lakini wewe unajipata uko peke yako kwa barabara, uoni mtu wowote. Kibahatibahati ndio unaweza kutana mmoja, anatokezea wengine, wanakuja wamejitora, wamejichora tatu, mpaka ukimuona unaweza ukaogopa. Alafu kitu kibaya zaidi, uwe umeingia Canada hapo mwezi wa kumi mwisho wakati wanasherekea Halloween alafu ujipate nji hizo masaa za e, za masaa kumi na mbili, saa kumi na moja, saa kumi na mbili, unapata sehemu nyingi sana kumewekwa hizo picha za makaburi hizo ma, ma, michapo za hatari, alafu zimewekewa hizo malighting unapata eh, zinawaka alafu ziko na vitu zingine zinatisha. Wengine wanaweka hadi speaker hapo, unapata inatoa sauti zingine fani unashindwa, kwani niko makaburini niko wapi? Inakupea woga, unaweza ukaogopa. Hata unajipata uko peke yako alafu unakutana na hali kama haya, ukipita kwa jirani huyu ameweka, unapita kwa huyu ameweka, hadi unakuwa na woga pale, unashindwa: sasa ni mimi nitafanya aje jamani? <laughs> lazima ukae ukijua vitu kama hizo. Kwa hiyo ukijipata uko peke yako sana uh, wakati unaingia hivyo jaribu kutafuta communities ambazo zinaweza zikakusaidia, kama vile inaweza ikawa ni kanisa. Kama wewe ni Muislamu, unaweza ukatafuta pia mosque, lakini sijui kama zinapatikana kirahisi, sababu sana naona kanisa pengine njia yao ya kujenga. Ikiwa wewe ni Muislamu, unaweza kujua hizo vitu zenu pengine vile zinaweza zikapatikana kwa urahisi, lakini kanisa ndio nimeona sana, nimeona sana kwa kuwa mijengo yao ina mwonekano wa kirahisi sababu huwezi ukasikia huku wanaadhani kama vile tumezoea. Ikiwa ni saa sita, ukiwa naishi karibu na mosque, unasikia sauti inaanza kutoka, wanaanza kuwadhani. Huku hakunaga kitu kama hiyo, kwa hiyo inachanganya kidogo, unajikuta uko peke yako. Ukiona hivyo, tafuta groups ambazo zinaweza zinaweza kusaidia. Inaweza kawa ni church communities, inaweza kawa ni, ni ni hizo immigration support centers, na zitaweza kukusaidia kuweza uh, kuwa na watu na kuwa kwenye hizo maeneo ambazo hazina upweke sana sana. Kuna kitu kingine ambacho kinaitwa credential credential recognition hmm. Credential recognition, namaanisha nini nikisema credential recognitions? Unaweza kuwa umetoka kwenye nchi yako umesoma, kama vile nimesema inalingana sana na vile ambavyo umeingia. Unaweza kuwa umeingia eh, na job offer, uko sawa, sababu wanajua unatoka nje na uko kila kitu yako ya nje. Sasa ukiwa umeingia kwa njia nyingine tofauti na hayo, na unatafuta sasa kazi, alafu upate eh, diploma yako degree yako, kidogo ni kama hawaitambui, unakuwa na changamoto kubwa sana inapofika sehemu kama hapo. <coughs> Sorry. Unakuwa na changamoto kubwa sana uh, unatakiwa kupeleka CV yako kwa kampuni kama, kama vile uh, WES ambao ni World Education Services, kusudi unajaribu kuevaluate hiyo dokumenti yako kama italingana ama itakuwa na value fulani uh, sawasawa na ile ya Canada kusudi waweze kuajiri kukuajiri na document zako chini ya mambo ambayo unaweza kawa ulisomea. Jambo lingine eh, ni language barrier. Unajua unaweza toka Afrika unaongea kizungu vizuri sana, unakielewa kabisa, lakini ufiki ukuwe na shida kidogo ya accent yako na accent yao, zingine vile wanaongea, unashindwa kuelewa ama wao washindwe kukuelewa wewe. Unajua vile tuna pronounce vitu. Unapata kidogo inakuwa tofauti na vile wao wana pronounce ama vile wamezoea kusikia. Na pia wao wakiongea, kidogo pia sisi tuna struggle kuwasikia kulingana na vile ambao tunakuwa tujazoea. Ukiwa mgeni, unakutana na vitu kama hizo sana. Kitu kingine ni, unajua kila inchi inakuaga na slang inakuwa na slang inakuwa na slang uh, slang slang nadhani ni French lakini slang Yeah, no, inaitwa slang slang kata kwa, kwa kwa kwa kizungu. So accent na hiyo slang unakuwa na shida, una confuse vitu. Kama nikiwa mgeni nilikuwa nasikia watu, unaulizia kitu anakuambia 100 bucks. Ah. 100 bucks, namna gani sasa hapa? Mwingine anambia oh this one is 20 gigabyte. 20 gigabytes. Nashindwa. Kwani tunauziana gigabyte hapa? Hizi ni MB tunaongelea hapa, ni nini? Ni gigabyte gani hizi natakiwa kuuziwa? Mpaka nakuwa najirudisha nyuma. Siku moja nikauliza jamaa yangu fulani, anambia ya wewe, mbona kila mahali nikienda naambia 20 box sijui 50 gigabyte pia? Oh, <laughs> kumbe dola inaweza ikaitwa tena box. Unashinda kwani 20 bags. ah, ilikuwa inachanganya sana. Sasa pia wao wako na slang zao kama Kenya, unapata unaita buda, ambia buda yako yupo, ambia oh, kwa hiyo baba yako yupo wewe. Oh, ukisikia buda unafikiri Mungu wa China lakini <laughs> Kenya wao, oh, wanajua wanamaanisha kitu kingine <laughs> ukienda Tanzania wako na pia sheng zao nyingi sana ambazo zinaweza zikakuchanganya hasa, pia wao wako na sheng. Kwa hiyo unaweza ukakosa kuelewa sheng yao na ila kupoteza kabisa, unakuwa na shida hiyo. Kwa hiyo uh, lazima ubaki karibu na wao, ufungue akili ya yako, ujifunze lugha kusudi uweze kuwaelewa kama hizo lugha zao lugha zao, sheng zao ambazo wanaoziongea. Na fungua akili yako pia uweze kujua sheria za nchi, unaweza ukajifunza law na sheria za nchi na zitaweza kusaidia. Kitu kingine ni financial pressure, financial pressure. unajua kuna vile umezoea kutumia pesa kwenye nchi yako, pengine ukifika hapa unaweza kuwa na pesa zaidi ya vile ambavyo Ulikuwa na ulikuwa nayo kwenye nchi yako, na vitu pia zinaendelea kuwa juu kiasi ya kwamba unaweza sumbuka na kushindwa kufanya baadhi ya vitu ama uh, ushindwe kutumia pesa yako vile ambavyo inatakikana. Kwa hiyo jaribu kukuwa more budgetful na utafute kazi ambao itakusaidia kutengeneza pesa na utumie sawa sawa na vile navyotakikana. Unajua mzungu hawezi akaenda kununua kitu bila kuenda na list. Sio kama sisi Afrika ambao tunafanya tukienda kununua kitu tunaenda tu, tutanunua huko. Naenda na pesa yote lakini mzungu kusudi anunue kitu lazima aende na lakini sisi ukienda hivyo unajipata, unataka kununua karibu supermarket mzima, unaharibu pesa huko, unaharibu pesa, unaharibu pesa hadi mwenyewe ukirudi unasema jamani, kwani mbona nimetumia pesa nyingi sana? Kwa hiyo inatakiwa kuwa makini. Kwa hiyo jambo la mwisho ambalo naweza nikaongelea ni transportation. Unajua uh, Canada ni tofauti sana na vile ambavyo tunaweza tukawa tumezoea. Acha nipeane mfano ya nchi nyingi kama Afrika, ukitaka kuenda pahali, unajua kuna basi ambao inatoka sehemu fulani ikinipeleka sehemu fulani, hii naweza nikasimama kwa stage mahali fulani nikingojea hapo itani, n, ikikuja nitaingia niende, alafu nilipe. Lakini hapo unapata ni tofauti, sababu kwanza sio kila sehemu ambayo iko na hizo aina za basi Hizo basi zinazunguka kwenye mitaa kubwa kubwa peke yake. Ikiwa ni town ndogo, kunaweza kukawa hakuna basi, na inaweza ikawa ipo lakini sehemu ambayo huwa inaishia ni mbali sana na mahali huwa unatakiwa kuliabiri ama kupanda hiyo basi. Na njia yao ya kulipa ni tofauti, unapata hawatumii cash, unatakiwa kulipia kadi yako kwa mwezi unalipia kadi yako kwa mwezi alafu ile hapo ni kuingia tu kwenye basi unaweka na unaenda, lakini inasumbua sababu ya vile ambao vile ambavyo huwa inazunguka unatakiwa kujua namba ya basi unayoingia inaenda wapi, inatumika namna gani. Hiyo ni kitu ambao pia inasumbua pakubwa sana. Unaweza ingia basi sababu zinafuanana, unafikiri ya kwamba ni ile ambayo inaenda sehemu ya kwako wewe kumbe inakupeleka mahali tofauti na vile unavyofikiria kwa hiyo watu na, unapata ukiwa unafanya kazi pahali ambao ni mbali kidogo na kwako, na unategemea hizo basi unakuwa na shida ya kuziingia, sababu unaweza fanya confusion, na pia unaweza ukaingia alafu ikakuchelewesha, sio kama ni wewe ni mfanyakazi kazi, so, unatakiwa kuelewa hilo. Ndio maana unapata, kama wewe ni mgeni kujua sehemu nyingi inakuwa ni ngumu, sababu hata hu, huwezi ukanunua gari na uanze kuenda nalo peke yako pengine wewe uko sawa kwa system kama za mapping nini, na uwezi ukalichukua mara moja, sababu unatakiwa kuwa na document ambazo zitakuruhusu wewe. Pengine kama ulikuja na international drivers license, unaweza ukaitumia kwa muda mfupi ukishughulikia um, drivers license yako ukishughulikia drivers license yako na kitu cha mwisho ambazo jambo la mwisho ambalo naweza nikazungumzia wakati wewe ni mgeni ndani ya nchi ya Canada ni vizuri uweze uh, kushughulikia hizo vitu. Tafuta information, tafuta polisi mahali ipo, tafuta vitu ambazo vinaweza kukusaidia. Na kuna shirika zile ambazo unaweza ukatembelea kama wewe ni mgeni, kama YMCA wanasaidia kuweza wanarahisishia watu na kuwasaidia kuweza kupata kazi kiharaka na kufunza pia watu zile vitu za mwanzo. Kama wewe ni mgeni, wanaweza kusaidia gisi ya kufanya CV yako na mengine kadhalika. Kuna kama inaitwa costi, pia wao wanasaidia. Kuna pia hizo ma online immigration forums ambazo zinaweza zikawa msaada kwako ikiwa wewe ni mgeni kwa ajili ya kuweza kukusaidia kwa mambo ya hapo mwanzo mwanzo. Na lazima ujifunze sana vitu za kimtandao, sababu zinaweza kusaidia pakubwa ndani ya nchi hii kwa ajili ya wewe kuweza kuishi. Hata ukinunua gari na aujui barabara aujui wapi unaenda, lazima unajua kusoma map kusudi kusaidie wewe kuweza kutembea mahali mbalimbali. Vitu nyingi sana hapo, ukiwa mgeni, unatakiwa kuzitafuta kwenye mtandao. Unaweza ukawa hapo unataka utafuta African store iko wapi, lazima utumie mtandao ya kijamii. Unaweza kuwa uko hapa na unataka kujua mahali unaweza kununua kitu fulani, lazima utumie mtandao wa kijamii. Nadhani ukizingatia hayo yatakusaidia wakati utaingia Canada, hautakuwa kama mgeni ama hautasumbuka sana, na pia jambo lingine ambalo nitakuja kuongelea kwa video yetu nyingine ni vile ambavyo unaweza ukasaidika na vitu za bei rahisi hapa Canada. Ijapokuwa vitu zinajulikana kuwa bei kali, na kwa kweli bei ni kali, lakini kuna njia ambayo unaweza ukasaidika ukiwa hapa Canada, utapata vitu kwa bei rahisi sana, na hata ukipenda unaweza ukanunua hizo vitu kwa bei rahisi na ukaweza kuzitumia kwa nchi nyingine. Kama wewe ni Mwafrika ama mfano mahali fulani, inaweza kawa ni biashara kubwa ambao inaweza kukufaidi pakubwa zaidi. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe. Thank you for watching.